Lakini Musa aliambiwa kupitia imani akutembea, kwamba kusema baba, nimefika Kanani, nimeona nimefika Kanani, nimeitambua? Hapana, Mungu anataka yule mtu anayeamini. Ukiamini Mungu anatembea na wewe. Ukiwa mtu mwenye mali Mungu anakuelewa. Ukiwa mtu mwenye mali Mungu anakusikia. Ukiwa mtu mwenye mali Mungu anakutamani. Mungu atamani mtu anaelia Mungu

Hautakata tamaa, hautaishanjae. Mungu anataka imani yako itangulie, ikupe furaha tabasama, ikupe amani, ikupe kustawi. Haleluya, haleluya. Mwambie jirani yako, kulia kwangu ni mwisho tena.